Kwa majina naitwa Dr. Warren Bright, nafanya na kazi na Umoja wa Mataifa Tanzania na mimi ni meneja wa mawasiliano wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA. Tanzania, tuko hapa katika ukumbi huu wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ukumbi wa kimataifa katika kushiriki kongamano hili la Tanzania Healthy Summit tukiwa kama ni wadau wakubwa wa THSS, lakini pia wadau wakubwa katika ajenda ya afya ya mama na mtoto. Kama washiriki kikubwa zaidi tunatoa elimu kwa jamii kuhakikisha kwamba jamii, jamii uh, inapata taarifa sahihi. Uh, ni shirika pekee la Umoja wa Mataifa ambalo tuko hapa kutoa elimu ya afya ya uzazi na namna gani tunaweza kufanya kazi na jamii ambayo inatuzunguka lakini pia kuhakikisha kwamba mahitaji ya muhimu na ya hiari ya uzazi wa mpango yanakuwa yanamfikia kila ambaye ni mhitaji. Lakini pili uh, uh, tumehakikisha kwamba katika uzazi wa mpango uh, hizi taarifa sahihi zinakuwa zinamfikia kila yule mhitaji. Tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu na serikali kupitia wizara ya Afya na wadau wa afya mama na mtoto katika kuhakikisha kwamba hizi taarifa sahihi zinakuwa zinawafikia wale wote ambao ni wahitaji. Lakini lengo letu la tatu tunahakikisha kwamba tunatokomeza ma, uh, ma vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake wasichana, pamoja na watoto. Lakini pia uh, tunahakikisha kwamba tunatokomeza uh, yale maambukizi mapya ya virusi vya UKIMWI kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Kwa hiyo jamii tumekuwa tukiiasa kuhakikisha kwamba inapata zile taarifa sahihi za uzazi wa mpango, kuhakikisha kwamba tunaepukana na vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia na zile mila kandamizi, kama vile ndoa za utotoni, mimba za utotoni, lakini na masuala ya ukeketaji. Kwa hiyo uh, tunafurahi kuona mwitikio ni mkubwa, wadau wengi wamekuwa wamekuja kututembelea hapa kuuliza, lakini pia kuchukua vijarida vyetu na vipeperushi kwa ajili ya kwenda kujisomea zaidi, kupata elimu kwa kina Vijijini kama UNFPA tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu na wadau mbalimbali ambao wanatekeleza miradi yetu. uh, pia tumekuwa tukifanya kazi na Wizara ya Afya kupitia uh, maafisa ustawi wa jamii. Uh, kwa sababu katika uh, malengo yale kumi na saba ya dunia uh, tunahamasishwa kuhakikisha kwamba tunawafikia na kuto kumwacha mtu yoyote yule, kwamba leave no one behind. Kwa hiyo hata wale ambao wako pembezoni ama wako katika maeneo mbalimbali ya ndani zaidi, tumekuwa tukiwafikia kupitia taasisi mbalimbali ambazo tunakuwa tunafanya nazo kazi na mashirika mbalimbali ambao tumekuwa tunafanya nao kazi, lakini wizara mbalimbali uh, ikiwemo mbali Tamisemi, wizara ya afya, wizara ya elimu, wote kwa pamoja tumekuwa tukihakikisha kwamba tunafika katika ile maeneo, lakini kufanya kazi kwa karibu na serikali za mikoa uh, kupitia mkuu wa mkoa uh, pamoja na lile uh, dawati la maafisa ngazi ya jamii wale, kupitia ustawi wa jamii kwa wale watu, tumekuwa tumefikia kwa maeneo mbalimbali na wamekuwa wakishiriki na kushirikishwa katika programu zetu. Kauli mbiu yetu ni kuhakikisha kwamba afya ya uzazi ni haki kwa watu wote, lakini lengo letu kubwa katika kauli mbiu yetu tumekusudia kwamba kuwa na dunia ama kuwa na Tanzania ambayo kila ujauzito unathaminiwa, kila uzazi ni salama na kila malengo ya kijana yanafikiwa.